Tunaombea maandalizi sahihi, maandalizi sahihi kwa uchaguzi mkuu ulio mbele yetu. Kweli hatujaona vita. Wakati wa Idi Amin tulijipangapanga, tukachimba mashimo ya kujificha. Sasa mbinu hiyo mpaka ushinde ni changamoto kubwa. Maandalizi ya amani yatazaa amani maandalizi ya amani yatazaa matunda ya amani tuponye taifa kwa kuliweka taifa mbele taifa kwanza taifa kwanza mazungumzo yafanyike kutishiana kuondoke nia njema zionekane kwani ukiotesha embe utavuna nini? Ukiotesha michongoma utavuna michongo michong... Ni wakati Tanzania sasa tuangalie usalama katika ukweli wake, mazungumzano, maridhiano, kamati ziundwe, watu wazungumze, tuweke chombo ambacho kitasimamia yale ambayo tumeshatambua ni tunu kwa taifa. Ndivyo Mungu atakavyoonekana katika uchaguzi ulio mbele yetu. Mimi sio mnenaji, lakini narudia tu kuimarisha kila ambacho baba Shadrak ametuambia kwamba amani tulionayo tusichezee, na ikiondoka hakuna hata mmoja atakayenufaika na kuondoka kwa amani.